Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi amewataka wananchi wa Tanzania kuendelea kudumisha umoja, mshikamano na amani kwa mustakabali mwema wa taifa kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo na kujiepusha na matendo yanayoweza kuleta mgawanyiko. Dkt. Mwinyi amesema hayo alipofungua dua maalumu ya kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan pamoja na mamufti, mashehe na Waislamu waliotangulia mbele ya haki iliyofanyika katika Msikiti wa Muhammad VI Bakwata, makao makuu, Kinondoni jijini Dar es Salaam. Na kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania Bakwata kwa kuendeleza utaratibu huu kila mwaka na hasa katika mwaka huu ambapo nchi yetu inakabiliwa na uchaguzi mkuu, ambapo amani ina umuhimu mkubwa kabla, wakati na baada ya uchaguzi huo. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuvushe salama katika uchaguzi unaokuja. Ndugu Waislamu na wageni waalikwa, jukumu la kuwaombea dua mashekhe, waalimu na Waislamu wenzetu walio hai na waliotangulia mbele ya haki ni miongoni mwa dalili za imani ya kweli kwa waumini. Hakika, hii ni ishara njema ya kuonyesha mapenzi yetu makubwa kwao kwa mchango wao katika kuendeleza kuuendeleza Uislamu na kupelekea ustawi katika jamii yetu. Hatua hii pia ni miongoni mwa sadaka zetu kwa waumini wenzetu, jambo ambalo vile vile tumehimizwa katika Uislamu. Aiza Dr. Mwinyi amewapongeza uongozi wa Baraza la Waislamu Tanzania Bakwata kwa kuendeleza utaratibu wa dua ya kila mwaka na kuiombea nchi amani. Halikadhalika ameeleza kuwa amani ni umuhimu mkubwa katika uchaguzi mkuu mwaka huu kabla, wakati na baada ya uchaguzi huo. Dr. Mwinyi amesema jukumu la kuombea dua mashehe, walimu na Waislamu walio hai na waliotangulia mbele ya haki na kuiombea amani nchi ni miongoni mwa dalili za imani ya kweli kwa waumini wa dini ya Kiislamu kwa mikusanyiko yenye heri kwa mustakabali wa taifa. Hizi ni ripoti za Asam. Fatma Bernard, Asam Online TV.